Hey, bwana hapa uh, naitwa Eric ni ni ni ni mtu ambaye, na, ni mtu ambaye ambaye sasa hivi yuko na na account account yake YouTube. Sijatrend sana yangu bado mpya. Nashukuru kwa kwa wale wale ambao wamenisupoti kidogo tu, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu ila mpya mimi si ya ya igiza igiza sana vile. Na sina sina video nyingi sana. Kwa hiyo naomba ni mnisupporti. Kwa la kwa ta support. Shukuru Mwenyezi Mungu account yangu sasa hivi inaendelea vizuri. Wana kuna watu ambao wana support vizuri tu. Mm. Sasa ni mtu ukiniangalia hivi, utadhani mimi ni Mkenya. Na mimi mwenyewe sio so Mkenya. Mimi ni Mtanzania, lakini nafanya kazi Kenya, ni huku Kenya. Sasa kwa wale ambao mtadhani mimi ni Mkenya, mimi sio Mkenya, mimi ni Mtanzania halisi. Basi nafanya kazi huku Kenya sasa hivi. Kazi zangu nafanyia huku, kwenda Tanzania muda kule, kwenda tu kwenye sushu zangu tu na kurudi kupiga kazi zangu. Wale e, ambao watanisapoti, watanisapoti Kinaangalia kusikilizana nami, mi sio Mkikuyu, mi ni mchaga wa Kilimanjaro. Wewe kama utazani mi ni Mkenya au ni kabila la Kenya hapo, hapana. Mi ni Mtanzania, ni mkilimanjaro huko, mi ni Mchaga. Wachaga, tupambanini jamani.